Katika safari ya maisha hakuna zawadi yenye thamani kama tumaini. Tumaini ndilo linalotutia mwanga, linalotutia nguvu, ambalo linatusaidia tusikatishwe tamaa, na ni sauti ndogo inayotukumbusha kwamba kesho inaweza kuwa bora kuliko leo. Na katika kila jina tunalowapa watoto wetu, huwa tunapanda mbegu ya kile tunachotamani wakuwe nacho ambacho ni amani, furaha na matumaini yasiyokoma. Katika Moyo wa Malezi tunakuletea majina yenye uzito wa kipekee, majina yanayobeba baraka, matumaini na taswira ya siku njema mbele. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, watoto wako, jamii nzima pia tunaizungumzia. Ukitaka kuwasiliana na sisi, unaweza kupiga simu au ukatuma ujumbe kwa namba 0754579224 usiache ku like, usiache ku share na usiache ku comment kwenye video yetu hii. Karibu na tuanze kuangalia majina yenye matumaini kwa watoto wa kike na watoto wa kiume. Karibu tuanze. Karibuni, twende kuangalia majina yenye maana ya matumaini, ambapo hapa tutaanza na majina ya watoto wa kike ambapo nimeweka majina ya Kikristo kumi na mbili na majina ya Kiislamu kumi na tatu ambapo hapa tutapata majina ishirini na tano ya watoto wa kike. Pia tutaangalia majina ishirini na tano ya watoto wa kiume. Twende tukaanze na majina ya watoto wa Kikristo ambayo yanaonyesha maana ya matumaini. Jina la kwanza ni Hope. Hope maana yake ni matumaini. Jina la pili ni Grace, ambayo maana yake ni neema ya Mungu. Jina la tatu ni Faith, ambayo hii maana yake ni imani. Jina la nne ni Joy, ambayo maana yake inaonesha furaha. Ukimuita mtoto wako Joy, maana yake ni furaha. Jina la tano ni Angela, maana ya Angela ni mjumbe wa Mungu. Jina namba sita ni Beatrice. Mtoto anayeitwa Beatrice maana yake anayeleta furaha. Jina namba saba ni Dorcas ambayo maana ya Dorcas ni upendo na huruma. Jina namba nane ni Naomi maana ya jina Naomi ni faraja na utulivu. Jina namba tisa ni Ruth ambapo maana yake ni uaminifu na upendo. Jina namba kumi ni, ba ni Abigail maana ya jina Abigail ni furaha ya baba. Kwa hiyo mtoto anaitwa Abigail, maana yake anaonyesha furaha ya baba. Jina namba kumi na moja ni Serena, maana ya jina Serena ni amani na utulivu. Jina namba kumi na mbili ni Gloria, maana ya jina Gloria ni utukufu wa Mungu. Haya ndiyo majina kumi na mbili ya watoto wa kike wa Kikristo ambayo yanaonyesha maana ya matumaini. Hapa kuna majina kumi na tatu ya watoto wa kike wa Kiislamu. Jina la kwanza ni Amina, maana ya hili jina ni mwaminifu, salama. Jina la pili ni Aisha, maana ya Aisha ni uhai, matumaini ya maisha. Jina la tatu ni Imani, ambayo maana yake ni imani na matumaini. Jina namba nne ni Rahma, ambapo maana ya Rahma ni rehema. Jina namba tano ni Nadia, maana ya jina Nadia ni matumaini na mwito. Jina namba sita ni Bushira bosh, maana ya jina Bushra ni habari njema. Jina la saba ni Amar, maana ya Amar ni matumaini. Jina la nane ni Salma, maana ya jina Salma ni amani na usalama Jina namba tisa ni Zahra. Maana ya Zahra ni mng'aro na nuru. Jina la kumi ni Hafsa. Maana ya Hafsa ni ulinzi na nguvu. Jina la kumi na moja ni Karma. Maana ya jina Karma ni mkarimu na mwenye wema. Jina la kumi na mbili ni Najma. Maana ya jina Najma ni nyota, ambayo hii nyota inaonesha ishara ya mwongozo jina la kumi na tatu ni Sabrina. Maana ya jina Sabrina ni subira na matumaini. Karibu sana, tuangalie majina ya watoto wa kiume ambayo yanaonesha matumaini. Majina ya kiume ya watoto ambayo ni majina kumi na tatu. Jina la kwanza ni Jacob ambayo maana yake ni mshika kisigino au anayechukua nafasi ya mwingine. Jina la pili ni Faith. E, faithi Unaweza kumuita Faith au Imani ambapo hii maana yake ni chanzo cha matumaini. Jina la tatu ni Gabriel ambayo maana yake ni nguvu ya Mungu, ambapo tunasema ni habari njema. Jina la nne ni Emmanuel, yaani maana yake Mungu yu pamoja nasi, ambapo inaonyesha faraja na matumaini. Jina la tano ni Nathanieli. Maana ya Nathanieli ni zawadi ya Mungu. Jina namba sita ni Joshua ambayo maana yake ni wokovu wa wa Mungu. Jina namba saba ni David ambayo maana yake ni mpendwa, ambayo inaonyesha faraja na matumaini. Jina namba nane ni Samuel ambayo maana yake amesikika na Mungu. Jina namba tisa ni Elijah au Eliya maana yake Mungu wangu ni Bwana. Jina namba kumi ni Isaac ambapo maana yake ni kicheko, furaha yaani baada ya subira ukimpata mtoto unamuita Isaac. Jina la kumi na moja ni Victor ambayo maana yake ni mshindi. Ukimuita mtoto Victor unaonyesha ushindi. Jina la kumi na mbili ni Felix ambayo maana yake ni mwenye furaha na baraka. Jina la kumi na tatu ni Benedict ambapo maana yake ni mwenye kubarikiwa karibu tena tuangalie majina kumi na mbili ya watoto wa kiislamu wa kiume yanayoonesha maana ya matumaini. Jina la kwanza ni Amal. Maana ya Amal ni matumaini. Jina la pili ni Imani. Maana ya Imani ni kuonyesha kuamini. Jina la tatu ni Bashir. Maana ya Bashiri ni mleta habari njema. Jina la nne ni Salim. Maana ya Salim ni salama na amani. Jina namba tano ni Nasil. Maana ya Nasil ni msaada au mshindi. Jina namba sita ni Hadi. Maana ya jina Hadi ni mwongozaji. Kimuita mtoto had maana yake unaonesha kwamba atakuwa ni kiongozi. Jina namba saba ni Karim, maana ya jina Karim ni mkarimu na mwenye wema. Jina namba nane ni Rashid, maana ya jina Rashid ni mwongozo sahihi. Jina namba tisa ni Fadir, maana ya Fadir ni mwenye wema. Jina namba kumi ni Najib, maana ya jina Najib ni mnyofu na bora jina namba kumi na moja ni Amin. Maana ya Amini ni mwaminifu. Jina namba kumi na mbili ni Zak. Maana ya Zaki ni safi na mnyofu. Hayo ndio majina kumi na mbili ya watoto wa kiume yanayoonyesha maana ya matumaini. Kila jina linabeba hadithi, kila sauti tunayowapa watoto wetu ni zawadi wanayoibeba hadi utu uzima. Tunapowapa majina yenye maana ya matumaini, tunawapa zaidi ya utambulisho, tunawapa sababu ya kuamini kwamba dunia inaweza kuwa mahali pazuri, na kwamba ndani yao kuna mwanga unaoweza kuangaza hata giza nene zaidi. Katika Moyo wa Malezi tunakutakia busara, upendo na mwanga unapochagua jina linaloishi kizazi hadi kizazi. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare video hii kwa watu wengine, ili nao basi waweze kupata majina mazuri ya watoto yenye maana ya matumaini. Usiache kucomment ukituambia ni jina lipi umelipenda kati ya hayo majina, na ni jina lipi ambalo ungependa tukusaidie kwa ajili ya kumpa mtoto wako. Karibu tena, tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Usiache kusubscribe, na Mungu mwema akubariki sana kila inapoitwa leo.